we ne tuko we we nduri mundu mwega ona ndukoragwo mundu mwega ona hanini ne waregire jesu na ruo hoya ga ngomi watire guthia ga kanitha guthia ga wira na ri niwarekire gukoro ugitonyia mundu ugitwa Dennis Mutara thine wa kiama kiama na gutahiki Dennis Mutara jesu na ugitwa gutiri nondu weka ni tuko we we ndukorohwe mundu mwega ona hanini we we we ndugo kunende ni cyo kinyaneria kuraka na gwakana thutha wa mbisa

maundo megie ngomi na maundo megie asen stars nditwiririkiti gokorwo kiguciriria mawoni matiganete te mundu ugitwo muigai wa njoroge ni arakirakiririe ndumiriri akiuga ati athiete kuria mwena wa China gokorwo agietha karango wa muraya getha ndagathirire bururini ucio

mo kwe mwe na kurua mbara nene mu no makeria make ria i tare mundu gituri muigai wa njoroge ari kia gu kora ki rekereria andu miriri maugaga ndithiaga kanitha na nema no nie thiaga wira wira na kanitha niki kiavata woi na mutigoke murakarite nie ndi china ngietha indo na ndikwenda makasiriko good night my family yore no meriri ya muigai wa njoroge iria rikia gukorwa kerekereria ugukionania wenda thiaga kanitha athiaga wira

tu tuko hapa tunakuonea 18 wenye wanaelewa hii mambo si wa kuona na macho ya mwili na kama mtu ogwetwa mere mali na pesa akarekereke ndo beria kana kokora kiugo musemani wa itharia wa na kama mtu ogwetwa muigai wa njoroge akiyumira kokora kiugo mere mali na pesa we asa ni musemani wa ando matakago masoro ambao uike na ndo karoterwo na ukumuthage ndira we na kama mtu ogwetwa mere kama hu akarekereke ndo beria kana

ta uria wa nyonire na nyukwa ugiciarwo we we we we na ke mundu ungi eyumiria ha ha na okora kirekereria allegations ciegie Denis Mutara na kirege athire na mbere ha okora kirekereria ndumiriria kana okora kiugo that's how Denis Mutara was misread sasa analia peke yake kuingia in the dark world is enjoyable but living there will be very hard Karango chunga sana hapo umerekea ukalera na uriria andu anyu stick to Jesus